Karibuni sana FAM TV, kuendelea kupata maujuzi na maujanja mbalimbali. Na leo kama kawaida tumekuja kukuleteeni mashine ya asili kabisa hii ya kukoboa nafaka aina mbalimbali, kunde, mtama, mpunga. Pia hii ni mashine nzuri ambayo walitumia sana wazee wetu enzi hizo za mkoloni, ila mpaka sasa bado zinapiga kazi vizuri. Hili tunaona urithi wa wazee wetu, na sisi inabidi tuwarithishe wenzetu, na mawe haya Special zaidi yanapatikana kwetu kanda ya kusini. Karibu kusini, uje kujionea vivutio mbalimbali, ikiwemo katika mkoa wa Lindi tuna bonge la mjusi. Karibu na hivi ndio vivutio vyetu mojawapo. Naamini watoto wengi sana wa elfu mbili wale sidhani kama washai kuonana na kitu kama hiki, na watu tunaendelea kusaga tunakoboa kama kawaida nafaka zetu ikiwa nyumbani kabisa hapa. Karibuni, muendelee kupata maujanja mbalimbali na maujuzi mbalimbali kutokea FAM-TZ. Asanteni sana.